Kwamba tunategemea nguvu kazi ya kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo wageni kutoka nje ya Tanzania, hasa Burundi. Nilieleza siku ile kwamba kama tunataka kujenga uchumi ulio imara, tuepuke migogoro ya kugombana na serikali, tuwe watu wa kwanza kufuata sheria, tusiwe watu wa kuvunja sheria. Lakini kitu cha kwanza nilisema kwamba hakuna uzalishaji au kutengeneza uchumi wakati tuna machafuko ko kitu cha msingi tuzingatie usalama wa taifa letu, sawa jamani. Nikasema kwamba tunawaruhusu kwa mujibu wa sheria, mlete wageni hususani raia wa Burundi kwa ajili ya kufanya shughuli za shamba, lakini taratibu zake lazima zizingatiwe. Hata kama kuna watu waliingia kwa bahati mbaya hawana vibali wakakufikia fika ofisini, hakuna atakaye kukamata mbele ya mwakilishi wa DC. Nasema kama umekuja mwenyewe ofisini ukasema na watu ishirini lakini wote hawana vibali, utapewa procedure za kufata ili kusudi waweke kisheria au kama inashindikana, basi tukuruhusu watafutia nauli uwarudishe kwao, kabla mambo hajawa mabaya, kwa sababu kama watu wakapelekwa mahakamani, uzalishaji wako unakuwa ni mgumu. Pale ukilaza deni, umeumiza wanachama wenzako kwenye kikundi. Ukilaza deni, umekiumiza chama. Sawa jamani. Lakini kwa viongozi, mwenyekiti anamruhusu mimi kuwa na namba, mimi sina shamba napewaje namba? Napata wapi tumbaku kama sio vishada vishada vya uizi? Lakini wenye viti hawa wanaruhusu mimi kwa nini? Na namba. Mimi napata wapi namba? Mimi bobu napataje namba? Sina shamba, sina nini. Mifuko yake nasingizia watu wao huyo mtu kalima tumbaku chache. Kauza kwenye vishada vile kwa watu sababu yenyewe wenye viti kumpa mimi namba. Kwa nafiki kuanzia leo ndugu zangu wenye viti tuache kuuza nini? Tuwape namba kwa mtu ambaye hajalima. Hawa ndio wanafanya una nini, wanahujumu uchumi. Vyama vingi kingine, viongozi hawa hawa wanampa mtu hela au wanampa mtu eneo, wanampa mtu fedha nyingi sana, au mbolea nyingi sana lakini ana shamba la eka ngapi? Eka moja. Mwisho wake madurisho yake yanakuwa nini? Machache. Mikakati ya utekelezaji wa msimu 26 27, makisio ya uzalishaji Tunategemea kulima hekta 280 ili kuzalisha kilo laki tatu na tisini na mbili elfu mbili. Makisio ya mapato na matumizi tumekisia kupata jumla ya mapato ya shilingi milioni mia moja ishirini na saba, laki mbili na thelathini elfu, na matumizi ya shilingi milioni mia moja ishirini na moja, laki saba, arobaini na saba elfu, na kubaki na ziada ya shilingi milioni tano, laki na, laki nne themanini na tatu elfu. Na waomba mpitishe makisio hayo. Tatu, ununuzi wa mali za chama kutokana na makisio ya mapato yetu.